Hello mambo vipi, karibu tena katika channel yako pendwa ya RTV Okay, Rogers official one. Kama mara yako ya kwanza kutazama video yoyote kupitia Rogers official one, basi na kuomba subscribe, ili kuwa wa kwanza kutazama video yoyote inayokuwa ina hostage kupitia Rogers official one, bonyeza alama nyekundu ama nyeusi iliyoandikwa subscribe. Mada yetu ya leo ambao tunaenda kuizungumzia ni jinsi gani unaweza ukapata IMEI number kupitia simu yako. Njia ni rahisi sana Njia ni rahisi sana imenamba ni muhimu sana uwe nayo ya simu yako, kwa sababu huwezi jua simu yako itapotea vipi, au itapotea saa ngapi, au hivyo kupotea ama kuibiwa. Kwa sababu hizo ndo sababu kuu ambazo zinapelekewa sisi tunasisitizwa sana eh, na serikali tuwe na tuntambue imenamba ya simu yako ya simu zetu. Kivipi ime namba inatumika? Endapo simu yako ikipotea ukienda polisi kupeleka taarifa zako, ime namba yako wenyewe, wanajua jinsi gani ya kuipata hiyo ime namba. Sasa fuata maelekezo haya naenda kukupatia ili uweze kupata ime namba yako kupitia simu yako wewe mwenye. Baada ya kushika simu yako, hatua ya kwanza utayotakiwa kufanya, tutaenda katika file letu lile la phone, file letu si ndio? ile hapa utalibonyeza. Baada ya kulibonyeza file letu la phone, ehe itakuja hivi, kodi utatakiwa kuna kodi muhimu unatakiwa kuiandika. Nifuatishe kama mimi ninavyoandika utabonyeza nyota reri sawa zilo sita. Ukimaliza reri tu mzigo unatokea, im I M E imenamba kwa njia rahisi. Tuite imenamba ni muhimu sana katika simu yako, ni muhimu sana sababu, hata polisi wanasisiza uwe nao. Njia ni rahisi, narudia tena kuelekeza, ni nyota leli ziro sita, ukimalizia leli, ime namba inatokea. Na hiyo ndio njia pekee ambayo ni muhimu sana, ni rahisi na ni simple kama ulivyoona maelekezo ambayo utaweza kupata ime namba yako. Kama umeipenda video hii tu, nikuombe usisahau kusubscribe, ku like na ku comment ili ukawe wa kwanza kupata kila video yetu ambayo tutakuwa tunaituma katika YouTube channel yetu. Naomba nikutakie siku njema, bye bye.